Karibu tena mtazamaji. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tume ya uchaguzi imetoa hakikisho kuwa itaimarisha hali ya usalama kwenye maeneo yenye ushindani mkubwa kwenye uchaguzi mdogo wa wadi ya Chewani County ya Tana River. Akizungumza wakati wa kutathmini viwango vya matayarisho ya uchaguzi huo mjini Hola, kamishna wa tume hiyo Daktari Alutalala Mkwana amesema wakishirikiana na kamati ya usalama kaunti hiyo imeweza kutambua sehemu hizo na maafisa zaidi wa usalama watatumwa maeneo hayo. Moja ambaye anataka mhini mwingine na huyo anayetaka kuhiniwa mtaka mhini huyu, ni mashindano ili mradi. Kwa hivyo, bila shaka kutakuwa na kutoelewana na joto litapanda, tayari lishapanda, utasikia mambo kadhaa. Lakini kiusalama, mipangilio tuliyoweka katika maeneo haya yote ishirini na mawili ni kwamba kuna usalama ambao umewekwa kwa hali ya juu. Kuna askari ambao wako kwenye sare, kuna askari wa ziada ambao hawako kwenye sare ili mradi ana vyombo vyote vya usalama vimehusika, na tuna imani kwamba yote yatakuwa salama. A, tumeweka maandalizi na ni sawa. Chenye nilikuwa ninaomba tuwe na amani, tuchague wenye tunataka. Tukishamaliza tutamaliza kwa uzuri, manake kuna uzima ama kuna uhai baada ya uchaguzi. Na kampeni nzuri sana tangu mwanzo, sijasikia fujo yote. Watu wa Hola wamekuwa watu wa amani wanapishana huku na huku, lakini hakuna mtu nimesikia amezozana na mwenzake amepigana na mwenzake. Tudumishe hiyo, tuanzie hivyo. Hola ni yetu, baada ya kura, kabla ya kura na baada ya kura, tuzidi kudumisha amani. Kwa upande wa usalama, tumejipanga vilivyo. Sisi letu ni kuhakikisha tu kura imepigwa kwa amani na kila kitu kiendelee jinsi kimekuwa kikiendelea katika eneo hili.